Na ubabe wa kisiasa kati ya viongozi wa upinzani na wale waliomo serikalini umegeuka na kuwa mashindano ya kupakana tope hadharani na kushusha hadhi ya sifa ya kuwa kiongozi au hata wao wenyewe kuitwa waheshimiwa. Kwani kuna upotovu wa nidhamu na mulingo wa siasa umegeuka na kuwa dimbwi la maneno machafu, matusi na hata vitisho, kwa wanasiasa hao wakilenga kujipendekeza kuwa bora machoni pa mwananchi. Je, ni siasa au utovu wa nidhamu? Zaidi. Siasa mbaya, maisha mabaya ni usemi ambao viongozi wa leo wameupa kisogo na kutia masikio nta kuhusu kupunguza cheche za matusi siasani, kila hafla ya kisiasa ikionekana kama nafasi ya kujigamba kuhusu nani ana matusi na kejeli zaidi kumliko mwenzake. Za hivi punde, huyu mtu ni mgonjwa Wapeleke hospitali Madhare, aangaliwe kichwa kama bado ni timamu. Ni wazimu, si wazimu, ule ni wazimu, ile imebakia ni nguo safi peke yake, bado anavaa. Fahamu za uongozi bora zinaonekana kuwaepuka na kuwapima akili washindani, ingawa si madaktari. Lakini upande wa upinzani pia wamo, William Ruto ameanza kupura zingine, anapatia ile mtu anaongea

viongozi wakitupiana vijembe kuhusu ujinga au uwerevu. advisors ya kasongo wawili, moja ni ya standard 4 ingine ni ya standard 6. Si lazima tumepata basara saa hii, ndio Wakenya wanaona huyo mutu alikuwa ni mutu kumbafu, ni mutu ya kupoto makofi kabisa, huyo mutu ni mjinga. Kinaya ni kwamba licha ya cheche za matusi kukithiri pande zote mbili, wote wanajiona weupe kama pamba. Tafadhali tutumie lugha ambaye watoto wetu wakitizama wanapata hope kuhusu taifa letu. Machoni pa Wakenya na hasa kizazi cha Gen Z, sifa za uongozi bora bila shaka zinaonekana kufifia. Melita Uletenges, runinga ya Citizen.